Chloe, njo ukae hapa, nataka tujadiliane kwa ufupi lakini jambo lenye maana kuhusu njia zilizo mbele yako. Una chaguzi mbili hivi sasa: kilicho rahisi kufanya na kilicho sahihi kufanya. Njia rahisi haina maana na njia sahihi huwa haiwezekani kila wakati, sawa? Kwa sababu kilicho rahisi si sahihi kamwe, na kilicho sahihi huwa kigumu kila wakati. Unapaswa kuchagua nini? Lazima nichague kilicho kigumu kufanya. Sawa. Hiyo ina maana kwamba uamuzi sahihi ni ule uliouchagua kwa makusudi kwa sababu ulikuwa mgumu. Ukichagua njia ngumu, je, unaweza kulalamika kwamba ulichukua uamuzi mbaya? Hapana, kwa sababu niliamua nikiwa ninaelewa gharama. Hasa, kamwe huwezi ona mafanikio yanakuja kwa urahisi. Sikiliza. Kilicho kigumu kufanya ni jambo bora zaidi ambalo lazima ujitolee. Kumbuka jambo hili muhimu. Kama njia ni ngumu na ina uchungu, mwisho wake ni mzuri. Nenda ukafanye chaguzi sahihi.